Wavuvi katika eneo la Lamu wameitaka serikali kupitia halmashauri ya bandari KPA kuwalipa asilimia 35 ya fedha zilizobaki baada ya ununuzi wa vifaa badala ya ununuzi wa vifaa vya uvuvi ikiwemo maboti. Wavuvi hao wamesema kuwa vifaa hivyo havikidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wavuvi walioko mashinani. Wakizungumza katika kisiwa cha Pate, wavuvi hao wamesema hawana imani na mashirika ya kijamii, wakidai kuwa hawajanufaika. Vilevile vile, au wavuvi wetu wote ama sisi kama wavuvi tuko na boti zetu, tuko na vifaa vyetu, hatutaki kununuliwa vifaa. Twaomba serikali hii pesa iende kumfaidisha wavuvi direct, kama ile mara kwanza wapewe direct pesa ili wafanyie biashara. Vilevile vile, hawa watu wa Save Lamu ambao wanasema wanasaidia jamii uh, tafadhalini nyinyi pia mtetee kwamba hii pesa ndio kwa wavuvi. Na hii fesi ya pili wao wametupangia kwamba watakutuletea sisi vifaa na hizo vifaa ambao watakutuletea sisi hazichufai. Na lengo na madhumuni kwanza, wakija Sev Lamu ilisema kwamba hey, wavuvi msikubali kuletewa vifaa, sasa sijui hizi pesa zilikuwa zimekabili upande upi, upande upi sasa kwamba kwamba wameona kwamba hizi pesa zimekabili upande wao wow, na ili wapate matenda kuzipata kwa wingi na wakaanza sasa kutushawishi kwamba pesa fanya nini